Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 Alikiba ameweka wazi kwamba anajiandaa kusherekea miaka 20 tangu aingie kwenye muziki, na ameshare video hii kwenye peji yake ya Instagram, hapa akiwa anafanya mazoezi na band, alafu akaandika I'm getting ready for 20 years of Ali Kiba, are you ready, hashtag King Kiba. Hajaweka wazi itakuwa ni lini hii, lakini nataka uone hiki ambacho anakifanya hapa na bendi yake.

Hii itakuwa ni muhimu sana kwa ajili ya yeye mwenyewe kusherekea kutimiza miaka 20 tangu aanze muziki na amekuwepo on top kiukweli, miongoni mwa wasanii ambao tunasema siku zote kwamba wameweza ku maintain kuwepo kwenye levo za ubora wao toka wameanza mpaka sasa hivi. Basi ni Alikiba, miaka 20 ni mingi sana kuepo kwenye industry. Kuna wasanii wengi sana ambao walikuepo kipindi chake na sasa hivi hawasikiki tena ama hawana nguvu kama ya kwake, lakini bado Alikiba yuko pale, anaendelea kushindana na vijana wengine ambao wanakuja sasa hivi kwenye muziki ni kitu kitu kikubwa sana. Kwa hiyo, eh, inaonekana ni, uh, maybe miezi hivi karibuni atoweka wazi kwa sababu mpaka ameanza kufanya mazoezi manake basi hii haiko mbali sana. Zamani Alikiba alikuwa na utaratibu wa kufanya ile funga mwaka na King Kiba. Uh, baadaye akaja ku stop na mambo yakawa yanaendelea hivyo. Lakini kwa sasa ina maana mwaka huu anapanga kusherehekea miaka ishirini ya kuwepo kwenye game ya Bongo Flava na bado akiendelea kufanya vizuri. Ni mkongwe Alikiba. Lakini ukimwangalia leo hii unaweza ukasema ni, uh, ameanza maybe miaka hivi karibuni. Yaani, huoni kama ni mtu ambaye ameanza zamani sana, kwa sababu ya ukali wake, namna ambavyo ameweza ku maintain kwenda na wakati, kubadilika pia, kushirikiana na wasanii wa sasa na mambo mengine kama hayo. Hapo are you ready? Hapo chini kwenye sehemu ya comments. Lakini pia nikukumbushe ku subscribe hapa SNS, kwa taarifa nyingine kila wakati.